Kwanza nianze kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna imeweza kutujali wana Mafyeko, ambavyo kwa kazi kubwa iliweza kufanyika katika miundombinu ya elimu, afya, maji, umeme hata barabara na mambo mengine yaliyo nje ya hapa. Nikianza na upande wa elimu. Hapo mwanzo kabla si, mwaka elfu mbili na ishirini, tulikuwa na shule za msingi mbili, lakini leo tunavyoongea tuna shule za msingi nne, kwa maana shule ya msingi Mafyeko, shule ya msingi Kipembawe, lakini shule ya msingi Tulieni, shule ya msingi Bitimanyanga. Hizi zote zimeongezeka baada ya jitihada kubwa zilizoweza kufanyika na serikali kuu, lakini halmashauri ya wilaya ya Chunya pamoja na wananchi wa kata ya Mafyeko, katika miundombinu hiyo tumeweza kupata milioni 500 38 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya Kipembawe shule imejengwa na imekamilika na inafanya kazi. Lakini kwenye shule za msingi tumeweza kupata milioni 89 ambayo shule ilikuwa shikizi, shule ya shikizi ya Tulieni kwa sasa ni shule halisi imeshasajiliwa. Tumepata milioni 89, lakini tumepata milioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo, kwa maana shule ina madarasa matano na wanafunzi wako pale wanaendelea na masomo. Lakini pia kwenye shule ya msingi Biti Manyanga tumeweza kupata jumla ya shilingi milioni 25 kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa mawili yameshakamilika na yanafanya kazi. Shule ya msingi Biti Manyanga, pia tumeweza kupata jumla ya shilingi milioni 125, mradi wa BOOST. Tumeweza kujenga vyumba viwili vya madarasa vya ya awali lakini ma, ma vyumba viwili vya madarasa na ofisi ya madarasa ya kawaida. Shule madarasa yaishakamilika na yanafanya kazi. Lakini pia kulikuwa na ujenzi wa matundu ya vyoo, tunaweza kupata jumla ya shilingi milioni kumi. Matundu yameshakamilika, matundu nane na yanafanya kazi. Lakini pia kwa upande wa shule ya msingi Bitimanyanga, kuna shule shikizi ya Idodoma. Idodoma tuweza kupata jumla ya shilingi milioni arobaini mpango wa fedha za UVIKO. Zile fedha zimejenga madarasa mawili na ofisi na tayari anafanya kazi lakini pia, kupitia serikali kuu tumeweza kupata shilingi milioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa matundu kumi na matundu kumi ya vyoo, kwa maana ya matundu nane ya wanafunzi, lakini matundu mawili ya stafu. Shule shikizi hiyo tayari matundu yaishakamilika na madarasa yaishakamilika na anaendelea kufanya kazi. Lakini kwa ujumla wake, kwa upande wa elimu, shule ya msingi Kipembawe imeweza kupunguza adha iliyokuwa inatokea kwenye shule mama ya shule ya msingi Mafyeko. Ulikuwa na idadi na msongamano mkuu wa wanafunzi na baada ya kupata fedha hizo milioni 538 tumeweza kukamilisha ile shule. Maana yake changamoto ya idadi ya wanafunzi kwenda kukaa kusongamana imekwisha. Kwa hilo kipekee lazima tuishukuru serikali, serikali kuu, lakini pia halmashauri ya wilaya, kupitia halmashauri ya wilaya baraza la madiwani, Mheshimiwa Mwenyekiti Mwanginde, lakini mkurugenzi wa halmashauri ndo ndugu yetu Kambona kwa namna ambavyo alivyotutendea haki hasa ukijumlisha na wataalamu walivyokwenda kutushauri kuhakikisha shule yetu inakamilika na kwa ubora, na hasa ukifika sasa shule yetu ishakamilika na iko vizuri na watoto wanaendelea pale, baada ya kuwagawanya kutoka kwenye shule mama kuwaleta kwenye shule mpya ya Kipembawe. Lakini kwenye upande wa elimu huo, tulikuwa na changamoto ya upungufu wa watumishi. Kwa sasa japo kuna upungufu, lakini ajira mpya hizi tumeweza kupokea walimu wana, wameripoti shule ya msingi Mafyeko tumeweza kupata walimu, lakini shule mpya shule ndio kupata walimu wanne wapo kazini sasa, na shule inaendelea kufanya vizuri. Lakini vivyo hivyo upande wa Biti Manyanga na kwa walimu wameripoti, wapo wanaendelea kufanya kazi vizuri. Kata yetu hii ya Mafyeko kabla ya mwaka 2020 tulikuwa hatuna sekondari. Maana yake watoto wetu walikuwa wanakwenda kupata elimu ya sekondari kata jirani, kata ya Matwiga kwa maana shule ya sekondari Sangawana ambayo sasa kutoka Bitimanyanga kutoka Mafyeko kwenda kwenda kwenda Isangawana ni kilomita takriban ni 40. Ilipelekea kuwa na changamoto kubwa sana watoto kutoka kumaliza masomo yao, kwa sababu walipofika kule walikumbana na vishawishi vingi, pengine wengine walipanga mitaani, lakini hata pale shuleni mazingira yalikuwa magumu namna ya kuishi. Lakini kwa sasa tunashukuru, tunashukuru serikali, tumeweza kuhangaika na wananchi wetu hawa wameweza kuanzisha, tumeanza, tumeweza kuanzisha jengo letu hili la shule ya sekondari Mafyeko kwa nguvu za wananchi. Lakini baada ya kufikia hatua naishukuru serikali imeweza kutusupport. Imeweza kupata milioni kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa ambavyo tunaviona pale nje vipo. Lakini tumeweza kupata milioni 25 kwa ajili ya umaliziaji wa madarasa yaliyokuwa yameachiwa na nguvu za wananchi yako pale nje yamekamilika. Lakini tumeweza kupata milioni sita kwa ajili ya umaliziaji wa matundu nane ya vyoo yapo pale nje yamekamilika na kazi inaendelea vizuri. Hii imepelekea kuondoa changamoto ya watoto kutoka maeneo ya mbali kwenda kuitafuta elimu ya sekondari kata jirani. Kwa sasa watoto wanaendelea kupata elimu yao ndani ya kata ya Mafyeko na wanaendelea kuitikia kuifurahia serikali ya umma ya sita namna inavyoendelea kuwajali. Asante. Kwenye upande wa afya, kata ya Mafyeko ilikuwa na zahanati mbili, zahanati ya Mafyeko na na zahanati ya Bitimanyanga lakini tunaishukuru serikali ya awamu ya sita tumeweza kupata jumla ya shilingi milioni mia tatu kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Mafyeko. Kituo cha afya Mafyeko kimeshajengwa na kimeshakamilika jengo la OPD. Kwa sasa tunaendelea na majengo mengine, kwa maana kwamba tunaishukuru tena halmashauri ya wilaya tumeweza kupata milioni hamsini ili kuweza kukamilisha ujenzi wa jengo la maabara Jengo la la OPD liko tayari na sasa tunaenda kukamilisha jengo la maabara. Ikiwa tayari maana yake tutaendelea kuomba vifaa tiba kwa ajili ya ku, kuendelea kuitumia. Lakini kwenye ujenzi wa kituo cha afya naendelea kuishukuru serikali kwa namna ambavyo imeweza kutujali wana Mafie, watu wa Mafyeko hasa ukizingatia umbali tuliopo na umbali ambapo tunatakiwa tupate huduma zaidi za kiafya Itakriba ni takriban kilomita 165 kwenda kuikuta hospitali ya wilaya Chunya kwa kipindi hicho lakini sasa kwa sasa ninavyozungumza, wananchi wanaweza kupata huduma hizo ndani ya kata hii na huduma zinaenda vizuri, wananchi wanaendelea kuifurahia wanaendelea kuifurahia kituo cha afya. Lakini kuipongeza serikali ya awamu ya sita namna ambavyo inavyoendelea kuwajali, naendelea kuishukuru vile vile serikali kwa namna ambavyo imeweza kuijali zahanati ya Biti Manyanga karibuni hapa ya ya, tumeweza kupata fedha jumla shilingi milioni hamsini ambayo sasa imeenda kuboresha miundombinu ya maji majitaka na maji safi kwa ajili ya huduma zinazoendelea pale zahanati. Lakini pia kwa upande wa vifaa tiba, naishukuru serikali, vifaa vipo vya kutosha na wahudumu, wahudumu wapo wa kutosha. Kwa hiyo wanaendelea kutoa na kufanya kazi vizuri pale, kuwahudumia wananchi wetu wa kata ya Mafyeko. Tuliweza kupata shilingi milioni hamsini upande wa miundombinu ya maji, kisima kimechimbwa upande wa kijiji cha Biti Manyanga, lakini huduma zina ujenzi unaendelea, na hasa ukizingatia kisima hiki vilikuwa visima viwili, kwa maana tulikuwa tukichimba kisima mafyeko na Bitimanyanga. Mafyeko kilipata changamoto kidogo, maji hayakupatikana, lakini Bitimanyanga maji yalipatikana na ujenzi wa kisima umekamilika, na kwa sasa kilichofuata, kinachofuata pale ni kuvuta maji kuyatoka kwenye kisima na kuyaleta kwenye site ili wananchi waendelee kupata huduma ya maji tenki limeshapandishwa juu, mabomba yameshalazwa chini, imebakia kazi ndogo ndogo tu ili maji yaweze kutoka, watu waendelee kunufaika na maji. Tumeweza kupo, kupokea kwenye upande wa kata angu hii ya Mafyeko tumeweza kupokea jumla shilingi bilioni nne kwenye barabara ya Mbeya, iti, Mbeya, Mbeya Singida na Mbeya Tabora. Pesa hizi zinaenda kujenga daraja la mto Biti manyanga, daraja ni kubwa na ilikuwa inaleta changamoto sana hasa kipindi cha mvua, zilikuwa zikinyesha mvua nyingi, ile daraja lilikuwa linakatika mara kwa mara, lakini kwa ujio wa fedha hizi, endelea kuishukuru serikali na kuipongeza kwa kazi ambayo inaweza kuifanya. Ni imani yangu kwamba baada ya ujio wa fedha hizi, kwa hiyo niende, serikali, kana, wa hizi fedha sasa, kinachofuata ni lami. Kwa hiyo niende niendelee kuishukuru serikali na kuiomba pale itakapowezekana, basi na sisi wananchi wa Mafyeko tuweze kuishuhudia lami, kwa kazi zitakazokuwa zinaendelea pia kwenye mawasiliano. Nashukuru kwa sasa tunao mitandao takribani mitatu minne, kwa sasa tunao Vodacom, tunao TTCL, tunao Airtel, lakini tunao na Tigo. Kwa upande wa mawasiliano, niseme tu kwa senta hii ya Mafyeko na vijiji vyake, ukiacha vile vitongoji vya pembezoni, mawasiliano ni mazuri, isipokuwa labda vile vitongoji ambavyo vinazidi zaidi ya kilomita kumi na kitu kule, ndo kidogo bado kuna changamoto, lakini jitihada nyingine zinaendelea kupata ufumbuzi wa maeneo hayo. Lakini pia kwa kipindi hiki tunaishukuru Serikali ya awamu ya sita kwa namna ambavyo umeweza kutujali kwenye miundombinu ya umeme. Tumeweza kufikishiwa umeme kwenye kijiji chetu cha Bitimanyanga, na sasa umeme upo unawaka na wananchi wanautumia kwa furaha kubwa, na niseme jambo moja kwenye umeme watu wameenda kubadilika kwenda kutumia umeme kwa matumizi ya kujipatia kipato. Watu wameanzisha viwanda vidogo vidogo ambavyo kimsingi vinaenda kuwasaidia kupata kipato, kuinua kipato chao cha uchumi kwenye kata ya Mafyeko. Lakini kipekee wananchi wa Mafyeko wanatoa shukrani kubwa kwa serikali ya awamu ya sita, na tunasema tuna deni na rais wa awamu ya sita Mama Samia, tuna deni naye kwa namna ambavyo wameweza kufikishia Miradi kwa wingi. Ukizungumzia fedha zilizofika kata ya Mafyeko haijawahi tokea. Tuna bilioni moja zaidi na point, karibu na point tatu, lakini tuna bilioni nne kwa ajili ya ujenzi wa daraja. Hizo ni fedha nyingi kufika kwa kipindi cha miaka minne haijawahi tokea kwenye kata hii ya Mafyeko. Kwa hiyo kwa kipekee, kwa niaba ya wananchi wa Mafyeko, nipende kutoa shukrani za dhati kwa hawa wote nilio watamka, lakini kipekee Mheshimiwa Rais na wengine wote walioshiriki, lakini pia katika miradi hii yote niweza kuzungumza wananchi hawakubaki nyuma. Tulikuwa nao bega kwa bega, tumefanya nao kazi na katika miradi hii jumla ya shilingi milioni mia mbili thelathini na tano ni nguvu za wananchi zimeweza kusapoti maeneo mbalimbali mbali ambapo shughuli za serikali zilikuwa zikifanya kazi. Kwa hiyo pekee na wananchi wa Mafyeko naendelea kuwapongeza na waendelee na, na, moyo huo wa kujitoa pale ambapo tutakwenda kupata miradi mingine. Mimi naendelea kuwashukuru wananchi wa Kata ya Mafyeko wa namna ambavyo wamenipa ushirikiano mkubwa katika kipindi cha miaka mitano. Haya yote niliyoyazungumza yamefanyika lakini tumefanya tukiwa pamoja na wao. Tunapofika kwenye kipindi hiki ambapo sasa kwa mujibu wa katiba ni lazima tufanye chaguzi. Wanayo haki, watu wote wanayo haki ya kuomba kuchaguliwa na pia watu wana, wanayo haki ya kuchagua. Niseme tu jambo moja kwamba na mimi naendelea kuendelea kuwaomba wananchi wa Kata ya Mafyeko, kwa haya tuliyoyafanya na mengine ambayo natarajia kwenda kuyafanya, basi waendelee kuniunga mkono. Tuendelee kuaminiana kwenda kuijenga kata yetu ya Mafyeko ili izidi kusonga mbele. Ametuletea umeme, tunafurahi sana, Mwenyezi Mungu ambariki. Pili, kituo cha afya tulikuwa tunapata tabu sana kupitia kituo cha afya, kwa kweli Mungu amwendeleze kumpa heri yake. Tatu, shule tulikuwa hatuna, tunamshukuru sana kwa kutusaidia, ametujengea, watoto wetu wanasoma na sasa hivi wako vizuri. Kweli kwa, kwa uchaguzi huu kwanza tu niseme na kumwogopa Mungu, nisiwe mnafiki mbele za Mungu. Sisi tumejipanga vizuri, hatuwezi kuwaangusha viongozi wetu ambao tunatarajia kuwachagua. Kwa, kwa kweli, kama diwani amefanya kazi ipasavyo, amesimamia shughuli za maendeleo, na ndio kazi ya diwani, na kama amesimamia shughuli za maendeleo na tumeaona kwa macho hatuna budi kumwongeza tena miaka mingine mitano. Kweli, miundombinu ambayo tumejengewa na serikali yetu ya Mheshimiwa Rais imetuondolea adha kubwa sana. Kwanza tulikuwa tunapeleka umbali mrefu sana wanafunzi kusomesha kilomita zaidi ya arobaini paka hamsini, lakini pili, upande wa afya, upande wa afya serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana. Tumekuwa na huduma nzuri na bora zilizoboreshwa na serikali yetu. Upande wa shule za msingi tulikuwa na idadi kubwa sana ya wanafunzi, wanafunzi walikuwa wanafikia, wanakosa madarasa, wanakaa nje, wanasomea nje, lakini kupitia serikali ya Mheshimiwa Rais tumeletewa pesa kwenye kata ya Mafyeko ambayo imejenga shule vyumba zaidi ya kumi na sita shule kuanzia msingi mpaka, tunakalia madawati, shule bora na ya kisasa. Tunampongeza sana rais. Upande wa maji, maji serikali hii imefanya kazi kubwa sana, sasa tuna maji hapa. Maji yamejengwa, yamechimbwa kisima kirefu lita zaidi ya elfu thelathini. Wananchi wanafurahia huduma bora za maji, hivyo tunampongeza sana mheshimiwa rais, na tunaomba mema zaidi tuendelee kuyapata. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online.